Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana hawataki kona kona, vijana wanataka hela. Naomba sana mpango huu upunguze kona kona kwenye namna ya kumfikishia kijana hela. Kijana anataka pesa, na nitawaambieni ukweli, mkiangalia mara nyingi sana tumekuwa tunasisitiza hapa vijana wajiajiri, wazee kujiajiri, lazima uwe na hela, unajiajirije Ukitaka kujiajiri ukiniambia mimi wakati niko nje ya bunge, baba levo, jiajiri, najiajirije? Namana nifungue biashara yangu, biashara naifungua na nini? Tupunguze masharti ya vijana kuweza kukopa. Tunaweka masharti magumu, mtu kama uh, Linux, anataka kukopa, unamwambia alete hati ya nyumba. Linux ana nyumba? Lazima tuweke masharti ambayo yataendana na vijana tulionao. Mtu amemaliza chuo, kamaliza chuo ndio kwanza anahaha na dokumenti zake kutafuta ajira. Unamwambia jiajiri, anajiajiri kwa mfumo gani? Unamwambia bana, tafuta mikopo, anaenda kwenye mikopo. Benki zetu tunazijua zina vigezo ambavyo hivyo vigezo vinamtaka awe na mali ambayo ameshika aiweke kama dhamana. Tutafute njia sahihi ya hawa vijana pesa ziwafikie bila njia ngumu anazopitia. Mimi nitawaambieni ukweli, mimi ni mfano uh, Dr. Samia Suluhu Hassan alituwekea wasanii pesa kwa ajili ya kukopa. Tumeenda kukopa, nimeenda kukopa milioni mia moja. Masharti nilokutana nayo pale, cha kwanza niwe na mali, uh, kama gari au nyumba. Nikajiuliza kuhusiana na wasanii wa Singeli, hivi hawa watatoboa kweli kwenye huu mpango <totekos> kwa tafsiri hiyo hata hizi pesa ambazo nimeona Uh, mheshimiwa waziri wa uh, Makonda ame, amepewa bilioni mbili wapunguze masharti ya namna vijana kuzifikia hizo pesa wakiwawekea masharti magumu wataenda watachukua wale wasanii ambao tayari wameshakuwa matajiri wanahela na wale wenye vipaji wa China wazie pesa hazitowafikie vijana wanataka pesa bila kona kona na ndio maana vijana wengi wanabeti kwa sababu ukibeti unamuua simba mechi kisha unachukua hela yako unaendelea na maisha mengine kwenye hili naomba sana mheshimiwa waziri uweke mfumo ambao utawasaidia vijana kuweza kupata pesa uh, kwa urahisi. Lakini la pili, tunazungumzia mpango wa miaka hamsini ya maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania, ni lazima tuwazungumzie wafanyabiashara wadogo wadogo. Mimi nitatoa mifano mimi nimezurula sana mwenyekiti. Siku moja nilinunua nguo Uturuki, za watoto wangu mimi na watoto watano nikanunulia kila mtoto nguo tatu, tatu, zikawa kama 15 hivi. Nikapitia Dubai nikashuka Dubai nikakaa siku tatu, sikudaiwa wala sikuzuiliwa pale uh, airport. Nilivyokuja na zile zile nguo nazo nilivyoshuka nazo airport ya Tanzania, wakaniambia natakia nizilipie ushuru nguo za watoto wangu. Kwa lazima tutengeneze hii. Ikanipa picha kwamba wafanyabiashara wadogo wadogo kuna namna ambavyo wanafinywa kiasi kwamba hata kile kidogo alichonacho kinaondoka mfanya biashara na simu mbili simu tatu, mwacheni apite. Kama kunaonekana kuna ugumu wa kufuta hizi kodi ndogo ndogo, si dhahabu zipo? Tuuze tu, tupunguze hizi kodi ndogo ndogo. Naomba sana, Mheshimiwa Mwenyekiti, yazingatiwe haya, kwa sababu kama tunawasaidia wawekezaji wakubwa, lazima tuwakumbuke na hao wawekezaji wadogo wadogo kama mtu anaweza kwenda na simu tano Dubai akapita bila kuulizwa chochote, kwa nini akipita nazo hapa kwetu unakuwa tatizo? Twendani tukambane sokoni wakati anauza. Tupunguze mauzo ya keshi, tuweke katika mfumo, watu watumie kadi, watumie hizi nani za kulipo kwa digital, mtaiona hela. Mi nimeenda China, mtu anauza bamia anakupa ile Alipay unaskani, hela inaingia moja kwa moja kwa serikali lakini kiuhalisia kwa mfumo huu wa kuwabana hawa wadogo wadogo, mtawabana watakufa, mtatengeneza wakubwa wakubwa, watawanyonya wadogo. Naomba sana hilo nalo lizingatiwe. Na mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, ndo mbunge pekee ambaye sitegemee kuteuliwa kuwa waziri kwa sababu ya elimu niliyonayo. Kwa hiyo kwa hiyo nawategemea sana, sina wivu na nyie lakini mimi ndo kiherehere ambayo nitawachomekea na nitawachongea pale ambapo mtafanya vitu vya ovyo kwenye jimbo la Kigoma mjini, sitowaacha. Nawaomba sana, mheshimiwa mwenyekiti, nawaomba sana mawaziri watusaidie jimbo la Kigoma mjini, tupate barabara, tupunguze vumbi. Shemdo, umeniahidi mzee wangu, asante. Nitakesha kwenye ofisi yako mzee wangu, naomba nisaidie barabara. Bila barabara sintorudi humu ndani, na kama utaki nirudi usinipe barabara. Mzee wangu asante sana, mwenyekiti, asante.